Ukumbusha tu kwamba leo ni siku ya e, kuhimiza ama kujenga uelewa kuhusiana na saratani ya kongosho, na hapa studioni tumemwalika daktari kufahamu zaidi nam na kansa ya kongosho, ikiwa inaelezwa ni miongoni mwa saratani ambazo kutambulika kwake hutambulika katika hatua ile, uh, ambayo inakuwa ni ya kuchelewa, na hivyo siku kama hii inahimiza zaidi katika uchunguzi wa mapema lakini mambo mbalimbali pia ya kufahamu kuhusiana na saratani hii ya kongosho, tuko hapa na uh, daktari uh, kutoka Ocean Road, Taasisi ya Saratani ya Ocean Road, daktari bingwa wa saratani Dr. Harris Mapande, karibu sana na, okay. Na katika siku hii uh, ni muhimu pia kufahamu hasa tunapozungumza uh, kuhusu kongosho uh, kazi yake kwanza katika mwili ya, wa binadamu. Karibu. Asante. Kongosho ni ina ni, ni, ni, ni, tezi, ni organ muhimu sana katika mwili ambao kazi yake ni kuzalisha enzymes na kuzalisha hormones mm, enzymes ambazo zitasaidia kusaidia chakula kumengenywa na hormones control sukari, yeah, mm, ya mwili iweze kubalance sukari ya mwili mm, mwilini ikae vizuri ile insulin sasa, ikiathirika ndio inakuwa changamoto sasa inafanya sukari na hiyo iumbe mm. No, na na wesi nafu kwa kongosho mm. ni organ ambayo iko iko ndani ya organ nyingi, iko nyuma organ nyingine mm. kwa hata ku kuja kuigundua is a challenge mara mm. nyingi wengi wanakuja ikiwa kwenye very advanced ni mtu anakuja tayari ugonjwa umeshakuwa umesogea yeah. na maana tafiti zinasema kwamba kujulikana na kongosho mwanangu kwa kwenye late stage So, survival rate ni mwaka mmoja midi survival ni miezi miwili mm. baada ya ya kujulikana ni ya. Mm. koni okay. Okay. Saratani ambayo mtubanakuja wengi. Umesema inakuwa nyuma ya kiungo fulani yeah. kiungo gani uh, katika anatomy ya mwili wa mwanadamu yeah. yeah. yeah. kuna tumbo, baada ya tumbo nyuma kuna kuna pancreas kwa hiyo hile ni ambayo ina ni kitu kadogo tu ka insulin na macho ndio kanacho control, yani pancreas ndio kanacho control sasa sukari ya ya mwili. <kam RPG> Sasa kuweza ku identify kuweza kugundua kuina nini inakuwa changamoto, iko nyuma ya tumbo, kuweza kutambua kwamba hapa kuna kuna changamoto, kuna ee? changamoto mm. Na hali ikoje kwa Tanzania? na kwa A, ni moja ya saratani ambayo iko very rare yeah si wana kwa Tanzania ina renki ni ina renki ni saratani ya ishirini na nane. Tanzania ni ishirini na nane, ambapo anaweza kuanza mwanzo, ya kwanza ni ipi ya mwanzo? Ya kwanza ni kwa kina mama saratani ya shingo ya kizazi ikifuatiwa <tip> <tip> <tip> <tip> <tip> e, na saratani ya maziwa wakina mm. baba tezidume ikifuatiwa na saratani ya, ya, ya koo. oh, eh yeah. mm -hmm. okay. Uh, tumeona hali jinsi ilivyokuwa maana yake ni, ni, ni rare lakini ni zipi sababu ambazo zinaweza kusababisha E, mtu akapata changamoto ya, kwenye, korosho. Kwenye, kwenye kongosho, sababu zipo nyingi. Mara nyingi sana sana ni, ni usoso wa maisha uh, mazingira na usoso wa maisha, maana katika vitu ambavyo vinaaminia kwamba vinachochea kuleta saratani hii ni pamoja na uvutaji wa sigara pamoja na kuwa na historia ya familia, family history, inarithi napo ni changamoto Alafu wengine kufanya, kufanya kazi kwa mazingira ambayo yata expose na kemikali pesticides za nani kuanza kuleta kupata hiyo saratani ya, ya, ya, ya pancreas, okay. Mm -hmm. Kuna, kuna mtindo wa maisha na kuna kurithi na awali ulisema kwamba inagundulika katika hatua ambayo ni ya kuchelewa. Kuna e, uwezekano uh... wa kugundua <tutututututututu speech> mapema zaidi. Sasa unajua mara nyingi Watanzania hatuna tabia ya kupima afya. Hmm. Atu ndo tabia kufanya check up tu. Uwezo kanitatuza saloni je? Fanya check up tu. Mhm. Yeah. Ko mpaka uume ndio ufanye check up. Kwa hiyo dalili dalili zake moja hapo kama daktari anaweza kupik dalili zilizaanza ak ak ak akafikiri labda kuna tuangalie kitu fulani. Mara hmm, nyingi nakuwa mtu anakuwa jaundice, anakuwa manjano. Njano kwenye mikono, njano kwenye kwenye macho. Hmm. Okay. No, naona na sometime wengine wanaweza kuwa na maumivu ya tumbo. Eh, tumbo na back pain ana maumivu ya kwenye uti wa mgongo kwa mgongoni mm. makali. Alafu saratani zote zina tabia ya kufanya mtu kupungua mwili, okay. Kuliko sababu sana tumbo na mbona unapungua bila kujijua mm. E, ina tabia hiyo, kwa moja hiyo hiyo ni trigger kwa kwanza kuonesha ku, ku something not right katika mwili wako, okay. Vile vile unakuwa umechoka sana yoko na uko na uchovu ambao hauelezeki. Alafu kuna ina tabia ya kusababisha kisukari sasa hadi nataka niulize pia kuhusiana na ni uhusiano kati ya hiyo saratani na kisukari, kwa sababu kama inaathiri kongosho mm. eh, okay. yeah. ambayo inazalisha insulin inayodhibiti sukari, maana ni kwamba pia inaweza kupeleka, kuna kesi ambayo labda mtaweza kuwa na saratani ya kongosho na sio na sukari. Vipi kwa upande sasa wa matibabu yake, labda ikigundulika mapema uh, matibabu yake haswa? So, ni ina depend kwanza na stage ambayo ina inkludi na operation, yaani kwanza stage gani. Hiyo stage inakupa ugui kunini cha kufanya lakini the most problem wanakuja kwenye stage ya tatu au ya nne wameshachelewa. yanne wameshachelewa. Na tueleza kuhusiana na hizo hatua ya ya kwanza, ya pili mpaka hiyo ya nne. Uh, mara nyingi hatua ya kwanza na ya pili napungua, no uh, mwili -hmm. na, sa. na inatokea, um, sasa yeah. hmm. wakati unaona una, una, sasa this is too much ukaenda kuchunguza na daktari, tayari uvimbe umeshakuwa mkubwa. Kwa hiyo inahusisha kwamba kufanyia operation, kutoa ule uvimbe surgery ni kuondoa lile sehemu ilioathirika. yeah, yeah, alafu yeah, kuna tiba ya kemia chemotherapy. mm-hmm. Na kuna wakati mwingine tunafanya tiba ya mionzi kwenda ku cover ile sehemu ambayo imeathirika, ime, ime, na kuna tiba hii ya kisasa zaidi ni targeted therapy, ambayo kazi ya targeted therapy kwenda ku Specifically, ina, ina take cancer cell bila ku kuathiri cells zingine. Sawa sawa kabisa. Na, na umezungumza sana kuhusu mtindo wa maisha daktari <coughs> na sio kwa saratani hii tu, mm. Saratani zote, saratani zote mm. Lakini pia magonjwa mengine yasiyokuambukiza kama mm. sukari na vitu kama hivyo mm. Kama mtaalam eh, kitu gani ambacho ungeshauri kwenye eh, lifestyle kwa sababu tumeona imeongeza ime, ime, ime kasi sana ya, ya NCDs we well, yeah, maisha ni nidhamu hmm. Kuna wakati mwengine tunakosa nidhamu ya maisha, mtindo wa maisha, kila siku tunazoea kujishughulisha usie enyeano mwili ukiweza ukaweka katulia hivi utaanza matatizo, lakini ukaweza uka kufanya ufaau nafanya mazoezi unaamini kwamba ile hewa unaovuta kwenye mazoezi, ile kansa seli hizi haziwezi kuvumilia ile hewa, lazima zitakufa. Unaona unavopumzi unaovuta unavokimbia, unafanya nini, na inakupa nguvu ya kuweza kuna nini, unaona? Sasa kuna mtindo wa maisha usiofaa kama ufutaji wa sigara, unajua, pombe kupitiliza, ndio vyote hivyo vina vina ni changamoto katika day to day maisha ya mwanadamu. Kwa watu wapunguze hivyo wa vitu eh, well, of course ya <laughs> kupunguza <laughs> <laughs> kama kama sio kuacha kabisa, eh, kama sio kuacha mm. Acha unajua, kama sigara sigara hmm. sigara mm. inasababisha zaidi ya kansa zaidi ndani ya mwili zaidi ya kansa 100 inaweza kutoa kansa sigara, kumbe mm. kwa sigara is worse, tumbaku ni worse oh, yaani e, maana hata ile lakini tumbaku ni worse worse worse, worse na wao wenyewe wamekiri, hata bidhaa yao imeandikwa, na wao wenyewe wamekiri, lakini wako honest eh, wako wananchi wanaambiwa, lakini sisi, maana kulitafuta eh, wao wenyewe washajitoa baki, hata ukienda huko kama ni bibuni, na wao hawana la, na ubaya wa sigara, athari yake kaiona sasa hivi mmm, unaweza kuvuta baki, miaka 10 ijayo ndio itaja kukuonyesha kwamba eh bana. Sasa shida yake ni kwamba ina addiction mbaya, ina addiction mbaya, shaanza kuna hatua kishafikia, hata ukijaribu kuacha na kwa ngumu Eh, kwa sababu ya ile nikotini ile inakuleta nani wengine, mm. mm. wakishakula tu chakula tu anataka avute sigara. Wengine wakitaka kwenda chooni tu lazima avute sigara, ila za avute ili usingizie. Hiyo watu wengine wamekuwa kwa struggle kutafuta mbinu za kuacha lakini unashindwa. Zipo unajua maamuzi yanaua ndani ya na nafsi mm. sitaki tiki Ukiamua ndani ukiamua mwenyewe, ndio maana anasema ni samta mata, ni mlevi asipomo kuacha uzo uzo uzo compromise kuacha hata mm, kumbeka rehab mpaka nini, lakini akio ukiamua mwenyewe kwamba i have to stop this different. Na baadhi ya watu nimekutana nao, yani anakuambia kabisa da, yani nimejaribu sana. Mwingine amesema nimepambana, wiki moja nimetoboa, lakini wiki ya pili niko hoi. Challenge inakuja mm, idleness. Unajua mara nyingi inakuja hamu inakuja kwa idol Eh, and you should even develop new interest. Tengeneza hobby mpya. Eh, kama ni kucheza mpira, kama ni kusumu eh, kama ni kusoma gazeti. Tazama ambayo itakudistract ita, ita, ita ile hamu ile ile hamu sije yeah. Kaku. Sasa. Yeah. Sasa daktari wewe unatoka Ocean Road yeah, na tunasikia maneno huko mtaani kwa watu ambao wamefika pale Ocean Road kwa ajili ya kuja kupata matibabu au wengine wamekuja kwa ajili ya kuja kuona ndugu zao. Mm wanasema kwamba ukiangalia e, kiangalia mwaka jana, mwaka juzi, yaani ukienda Ocean Road, kila baada ya muda unaona kuna ongezeko la wagonjwa wa saratani, na wanasema eh, taasisi inapokea wagonjwa wengi sana. Eh, hii ni kweli? Na e, kama ni kweli, unadhani hili ongezeko linasababishwa na nini? Well, tukiri kwamba population imeongezeka mean, yeah. Mmm, tulikuwa milioni 40 ngapi 60 na kitu ndio, so you expect well, the bigger the

So sasa, yani kwa nini ushuda uko no, ndo si usi usipokee. Kwa hiyo ni mindset. Kuna ambao wameweza wameweza kupona kabisa saratani I don't know 40 years, waza kusema amejapona kabisa, yani unaenda mbele, unja kutibia hospitali, unajua habari yako, akiona hiyo iko very okay, yeah. Kwa hiyo it's na matumaini yeah. mm -hmm. yeah na mmekuwa mkihimiza zaidi upimaji wa mara kwa mara, ni uh, katika kipindi gani ambacho mnahimiza uh, mna mtu afanye upimaji <coughs> na unashauri uh, kwa wanaume na wanawake pia uh, wapime saratani za aina gani hasa? Mimi saratani, of course, kuna kuna saratani pale taasisi tunafanya uchunguzi wa saratani ya kwa akina mama maziwa na shingo ya kizazi <coughs> akina baba tezidume nadhani sasa na utumbo mnene tunafanya kwa uchunguzi pale mm, lakini huwa naambia wananchi wana, wana wengi kwamba uwezi ukaplan maisha yako mm, bila kuplan afya yako kwanza. Kwa mtaji namba moja ni afya, uwezi kufikiria kujenga nyumba kesho kwa tujua afya yako inakurusola ina. Kwa hiyo wengi naambia, during your birthday, yani wenye ukija kwenye birthday yako mambo ya kusherekea siku ya kuzaliwa mm, anza na afya yako yeah. kwa yeah, check nenda kachika pime tu

nidhamu yeah. ya mazoezi nidhamu ya, ya, ya afya mm. Wekeza kwenye afya kwanza vingine <coughs> vitu vitafuata mm. Uwekezaji <coughs> <coughs> unatakiwa ufanyike zaidi kwenye afya eh, kwenye afya e, Sasa tuna saratani ambazo ni rare lakini pia tuna saratani ambazo zinawapata okay. watu mara kwa mara, mara. Yeah. Na, na zote hizi ni, ni changamoto ambazo zipo kwa ujumla. Sasa e, kitu gani ambacho ungependa kuhimiza e, kwa jamii kwa jamii, kwanza napenda kuanza kuhusu kujenga tabia ya kufanya uchunguzi mm. mfano juu mwezi uliopita na saratani ya, ya maziwa mm. kwa hiyo kuna kampeni pale ya kupima maziwa tu ambapo okay. ni, ni free mtu kama wala una unaenda. yeah. kwa hiyo tutumie hizi hizi kampeni za haba za mwezi zinaotangazwa, watu waje wapime, na kama kwenye familia sometimes, ndio kuangalie katika familia yako gani ya saratani mbayo nasumbua da na familia hmm. E, hmm. Kamafankwendabel basi yeah. Tu daktar hmm. no. hmm. Tunakushkuru no. yeah. mm -hmm. okay. mm -hmm. Sana, asante sana kwa kuja kuzungumza nasi kuhusiana na siku hii ya kupata uelewa kuhusu saratani ya kongosho. Tunashukuru sana kwa darasa asante ametupatia na Hilda Mm-hmm. Eh, tukamilishe hivyo, sio? Naam, tunakamilisha hivyo. Ni Dr. Harris Mapande eh, ambaye tumezungumza naye hapa kuhusiana leo siku ya kimataifa ya saratani ya kongosho, daktari bingwa wa saratani kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road. Tukikamilisha hivyo kwa sababu